Raisi Truong Tan Sang wa Vietnam na ujumbe wake amewasili nchini jana usiku kuanza ziara ya kiserikali ambapo katika uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere amepokelewa na waziri mkuu Kassim Majaliwa. Hii leo rais Truong na ujumbe wake watakwenda ikulu jijini Dar es Salaam na kupokelewa na raisi Dr. John Magufuli ambapo kutakuwa na mazungumzo rasmi kati ya rais Magufuli na rais Truong. Ania Jumbe ameandaa taarifa ifuatayo. Waziri mkuu Kassim Majaliwa akiwasili katika uwanja wa ndege wa mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kumpokea rais Truong Tan Sang wa Vietnam, ambaye anafanya ziara ya kiserikali hapa nchini. Viongozi wengine waliofika uwanjani hapa kwa ajili ya kumpokea rais Truong Tan Sang na ujumbe wake ni waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa Afrika Mashariki, kikanda na kimataifa, balozi Augosti Mahiga, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Said Meksadiki, Mkuu wa wilaya ya Kinondoni Paul Makonda pamoja na raia wa Vietnam waliopo hapa nchini. Majira ya saa tatu usiku ndege ya shirika la ndege la Vietnam inawasili katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere. Rais Trong Tan Sang akiambatana na mkewe, mawaziri pamoja na wafanyabiashara wanawasili nchini na kupokelewa na waziri mkuu Kassim Majaliwa. Hii ni ziara ya kwanza kwa rais Trong nchini Tanzania na pia barani Afrika. Hii leo rais Truong Tan Sang na ujumbe wake watakwenda Ikulu jijini Dar es Salaam na kupokelewa na rais John Magufuli, ambapo kutakuwa na mazungumzo rasmi kati ya rais Magufuli na rais Truong. Baada ya mazungumzo hayo, marais hao watahudhuria hafla ya utiwaji saini mkataba wa masuala ya kodi wenye lengo la kuchochea biashara baina ya Vietnam na Tanzania, ambapo wafanyabiashara wa nchi hizo mbili hawatatozwa kodi mara mbili kwa biashara na uwekezaji watakaoufanya. Rais Truong pia atakutana na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi dr Jakaya Kikwete katika ofisi ndogo ya CCM Lumumba, na pia atapata fursa ya kutembelea viwanda na kupata taarifa za fursa za uwekezaji katika sekta ya viwanda nchini katika eneo la uwekezaji EPZA. Rais Truong na ujumbe wake pia watahudhuria mkutano wa biashara na uwekezaji baina ya Vietnam na Tanzania na kisha atakutana na spika wa bunge la jamhuri ya muungano Job Bundugai, na baadaye jioni atakutana na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr Ali Muhamed Shein. Hani ya Jumbe, TBC, Dar es Salam.